Vitu gani ambavyo vinafanya uweze kuuza bidhaa au huduma yako kwa urahisi sana? Tafiti nyingi sana zimefanyika na kuna mambo takribani matano ambayo yanaweza akakusaidia kuuza bidhaa zako kwa haraka kuliko watu wengine, na bidhaa zako kutakiwa zaidi kuliko ambazo zinatakiwa za watu wengine ambao wanauza bidhaa kama za kwako. Cha kwanza kabisa ni ubora quality kwa neno la Kiingereza. Ubora huwa unavutia wateja sana. Ubora huwa pia unajitangaza. Ubora unafanya reference yenyewe kwa yenyewe. Unapouza bidhaa yoyote ile, swala la kwanza unataka kujiuliza ni ubora wa bidhaa yako ukoje? Bidhaa inapokuwa bora inasababisha mtu anayetumia aiseme mara kwa mara, anapoisema mara kwa mara, maana yake anaitangaza kwa watu wengi. Lakini pia anafanya recommendation. Kumbuka watu wengi wanapotaka kununua bidhaa hata wewe, ukitaka kununua bidhaa mara nyingi unauliza watu wako wa karibu wakaribu, aidha ndugu, rafiki kwenye familia yako, utauliza, hivi ninunue e, bidhaa ya namna gani? Sasa watu waliotumia ile bidhaa na wakaiona bora watakuambia, watakuambia, hii bwana tumia, hii usitumie. Hata wewe umeshawahi kuambiwa kwamba bidhaa hii bwana, achana nayo usitumie hii ndio nzuri zaidi. Kwa ubora wa bidhaa, kwa unapouza bidhaa yako yote, hakikisha kwamba unatoa katika kiwango cha ubora sana kwenye kila bidhaa ulionayo au kwenye kila huduma unayotoa. Kuna vigezo vya ubora. Hebu jaribu kufikiria kwenye huduma na bidhaa yako, vigezo gani vitatu ambavyo wateja wanavitumia kama sehemu ya ubora. Ukishavijua vigezo vitatu, focus yapo, weka nguvu hapo kutengeneza ubora wako kwenye eneo husika. Jambo la pili ambalo watu linawafanya wanunue bidhaa kutoka kwako, nawezi kusaidia kuuza, ni bei ya bidhaa. Mara nyingi sana watu wanataka ku save pesa. Ndio maana mara nyingi ukitoa promotion ukasema kuna punguzo la bei la asilimia kumi, kuna punguzo la bei la asilimia kumi na tano, la asilimia ishirini, watu wanakimbia sana kwenda kunua, hata wale ambao wajawekaga budget wanataka kunua kwa. Mara nyingi watu wanaponunua bidhaa, mara nyingi wanaangalia katika mtazamo wa ku save pesa, wa kutumia pesa kidogo, lakini wapate faida kubwa, kwa sababu mteja siku zote anataka ajione ameshinda, yakwamba ametumia hela ya kidogo, lakini amepata faida kubwa yako. Lakini bei ni kigezo cha muhimu sana kwenye kumfanya mteja. Hata wewe ni shahidi kwamba kuna maeneo unatoka mbali unaenda sehemu mbali zaidi kwenda kununua kwa sababu ya bei. Jambo la tatu ambalo uh, unaweza ukalitumia katika kuuza bidhaa yako ni packaging, namna gani umeipackage bidhaa yako, mwonekano wa bidhaa yako. Kuna watu wengi sana kwa sababu tu ya ubora wa mwonekano wa bidhaa wa wanauza zaidi kuliko wale ambao muonekano wao sio wa mzuri kwao unapouza bidhaa yako ni vizuri sana ujiulize, hivi packaging yangu nawezaje kuboresha? Nawezaje mtu akiona bidhaa yangu aone kabisa kwamba i see kweli, hii bidhaa niko tayari kujitoa kuinunua kwa bei yote ambayo nitauziwa. kwa unapofanya hivyo, inakusaidia sana kumfanya mtu afanye maamuzi haraka. Kumbuka kuna competition, kuna mashindano, kuna ushindani kule sokoni wa kila aina, kila mtu anataka kupenyeza bidhaa yake. Hasa bidhaa yako inapoonekana kwa haraka kwa sababu umeipakeji vizuri, inakuwa ni rahisi sana kwa mtu kuinunua kwa haraka zaidi. Kwa hiyo jiulize, nawe unawezaje kuipackage bidhaa yako. Kama unafanya huduma, maana ni muonekano wa eneo lako ambao unafanyia, unafanyia biashara yako. Huduma yako muonekano ukoje, mtu anapokuja anajisikia ni sehemu ya, ya hali ya juu sana, anajisikia sehemu nzuri zaidi au inakuwaje? Lakini ya nne ni kwamba urahisi wa upatikanaji wa bidhaa yako. Ndio maana siku zote unakuta kampuni nyingi na taasisi nyingi, watu wengi wanauza bidhaa wanafanya kitu kinaitwa delivery. Wanajaribu kurahisisha upatikanaji. Urahisi wa upatikanaji wa bidhaa yako unasababisha watu waone ni afadhali kununua kwa kwako kuliko kununua kwa mtu ambaye kuipata bidhaa yake ni changamoto kubwa sana. Hata wewe inawezekana kuna wakati umeshafikia hatua ulikuwa unataka bidhaa fulani, alafu ukaitafuta kuona eh, procedure ile mikakati ya kuipata ule utaratibu wa kupata ni mgumu sana mpaka unakukatisha tamaa. Kwa hiyo jaribu kufanya namna gani bidhaa yako iwe inapatikana kwa urahisi. Kadiri inavyokuwa rahisi kupatikana, kuwafikia watu, maana yake channels of distribution, namna gani unaisambaza, itakuwa rahisi watu kuinunua kwa wingi zaidi. Kwa nini watu wengi wanatumia ice cream za Baresa eh, wananunua sana kwa sababu zinapatikana kwa urahisi sana. Yaani barabarani una, ukienda unazo, mtaani ukienda unazo kule. Urahisi wa upatikanaji unasaidia pia kumfanya mtu afanye maamuzi ya haraka. Na cha mwisho ni social proof. Social proof ni kwamba ni watu wangapi ambao wametumia bidhaa yako na wakaona bidhaa yako inafaa. Ni muhimu sana, ndio maana unakuta watu wengi wakitangaza bidhaa wanawatumia watu, wanawatumia wasanii, wanawatumia watu maarufu. Wanachojaribu kufanya pale ni kutengeneza social proof, kwamba kama huyu mtu maarufu ameona bidhaa ni nzuri eh? Na mimi pia, eh, na wewe pia unaweza ukaitumia. Kwa hiyo wanawalipa pesa nyingi ili kuwa pale social proof. Sasa wewe inawezekana hauna uwezo pengine wa kuwalipa wasanii wakubwa zaidi. Lakini unaweza ukaonyesha ubora wa bidhaa yako kwenye matumizi. Kama nimeona watu wengi wakitumia zile labda bidhaa za uzito au za ngozi, uh, kuondoa matatizo ya ngozi na kuonyesha mtu alivyokuwa kabla na baadaye amekuwaje. Matafsiri yake wanachofanya pale ni kutengeneza social proof. Wakati mwingine anatumia tu mtu fulani ambaye anafahamiana naye, ambaye ana na, na, na, na ushawishi wa fulani, unakuta anamwambia recommend kuhusiana na bidhaa yake. Kwa hiyo hivyo vyote vinavyo ni social proof kuonyesha kwamba kuna watu wameitumia na imewapa matokeo. Cha kwanza kabisa kwenye bidhaa zetu na huduma zetu, tukumbuke, sisi watu wanachonunua cha kwanza wanatununua sisi tunaouza, unaelewana eh? kwa hiyo usiwaze kuhusu sabuni yako, kwanza waza wewe unayeuza sabuni. Nani yuko nyuma ya sabuni? Nani yuko nyuma ya mandazi Eh, kwa cha kwanza watu wanakununua wewe unayeuza. Kwa hiyo wanakununuaje sasa? Cha kwanza mwonekano wako. Siku moja, unajua sisi tunakaa mtaani hapa, kuna mama mmoja alipita anauza kisamvu. Kisamvu tu cha kilicho tangu kimetwangwa, kimetengenezwa kwenye kimfuko. Sasa mimi, watu wa shambani sisi, tunapenda penda, penda visamvu. Nikamwambia nika mama, samahani naomba kisamvu. Kiukweli nilikuwa na hamu ya kisamvu lakini kwa sababu nimemsimamisha akasimama, nikanunua kile kisamvu. Lakini kile kisamvu kiukweli sikukipika tena, kwa sababu aliyekuwa ananiuzia nikimwangalia, kama hajafua nguo kama wiki mbili hivi. Kwa hiyo naanza kupata wakati mgumu, je, kisamvu kitakuwaje? Unaelewa? Kwa hiyo sioni muunganiko wa kisamvu kikiwa kisafi kupitia huyu mwenye kisamvu. Sina shida na kisamvu, na shida na muuzaji, na muuzaji. Tumeelewana eh? Kwa hiyo cha kwanza, wewe, muonekano wako lazima ufanane na maandazi yako. Ukitia huruma wewe, na maandazi yanatia huruma vilevile. Tumeelewana eh? cha kwanza wewe, cha kwanza wewe, tunakununua wewe, uonekane vizuri, yaani nikikuona wewe nione usafi wa bidhaa yako kupitia wewe, si ndio? mimi ningekuja hapa kufundisha leo, jamani, tuna mwalimu anakuja anaitwa Charles, si nene nene nimekuja hapa nimenyoa kiduku, nimevaa kaptula, ngesema leo basa, nkatuletea mwalimu, lakini simgeogopa, si ndio? Kwa sababu ya nini? Muonekano unauza. Chakula kucha zimechacha, maa ziko huku. Jamani kweli eh? Uku mama zangu, cha kwanza tunachokinunua kwako sio supu wala sio mandazi wala sio nene, tunakununua wewe, mtoa huduma. Cha kwanza wewe uwe msafi yani, nione ubwabwa ukiwa msafi kupitia mwonekano wako. Cha pili kwenye mwonekano wako, lugha yako, lugha lugha yako umenielewa, e? Siku hizi unaenda mtaani kutafuta chakula au uh, kununua kitu, unafika pale unatafuta nini? Unajua kuna sehemu nyingi huwa tunaenda sisi wateja hatujajua tunataka nini unafika pale unaambiwa, basi sawa, wee fikiria, ukimaliza niambie. Unampoteza mteja. Msaidie mteja, akifika pale mwambie sikili, unataka nini? Chakula gani? Wali maragwe umeisha, lakini unaweza kula wali bamia. Mshawishi, mwonyeshe unataka kufanya, tumeelewana. Lugha yako iwe nzuri. Unaweza ukawa na bidhaa nzuri, alafu havitoki. Mchawi ni wewe eh? lugha Jamani, lugha ya upendo, lugha ya kutabasamu. Basi hata kama uwezi wewe, chekeshe tu. Wewe umenuna, kama nanijua, unanijua, yaani umenuna kweli, lakini unafanya biashara. Kwa nini umenuna? Kwa hiyo tujitahidi kutengeneza lugha nzuri, lugha nzuri, pia na hata muonekano wa kwako, unavyokaribisha mtu. Karibu, ile karibu yenyewe unaisikia kama mtu anaisamea tumboni, karibu haisikiki, si ndio? Eh jamani, tutumie lugha nzuri Wenzetu wanatuzidi hata. Wakenya wanafanya vizuri sana kwenye kukaribisha wateja. Juzi nilikuwa nimeenda Kenya, yani unajua kwenye mgahawa una yani unadekezwa, una unajua kudekezwa. hii maji ya kunawa yako wapi? nenda pale, yani anasonta tu hapo. Jamani, ni ugomvi. Mpeleke mteja, mfungulie anawe vizuri. Hiyo ndio inaofanya wewe, sisi turudi kesho, sio mandazi mandazi ya nyumbani hapo. Tumeelewana eh? hey. Mfanyie kazi. Ni vitu vidogo ambavyo mara nyingi tunavichukulia poa, lakini vina nguvu kweli, sawa. Kingine cha tatu. Mwendelezo. Consistency. Mwendelezo. Yaani, siku ambayo eh, shoga yako, jirani yako ana shughuli ya mwanaye siku, na nawe ufungui, eti kisa jamani tuna shughuli mtaani, yaani vigoma vinapigwa, siku ya biashara yako imefunga. Kwao inakuwa sina uhakika wa kwamba nikija nitakukuta. Jamani, benki si unazijua benki, umeshakusikia benki wamefunga kwa sababu wana msiba e, manager amefiwa, umesha kusikia. Sasa wewe kwa nini unafunga tu kila siku jamani? Na ubarikiwe wa rafiki yangu, unaondoka, sina shughuli ya shoga yangu anafanyaje, unafunga. Tujitahidi kuwa na mwendelezo, unaelewana eh. Kama haupo weka mtu mwingine. Sawa jamani. Hata kama ni pesa yetu ni ndogo ifanye kwa ukubwa basi. Yaani naruhusiwa kufanya kama benki na wewe uwe na saa mbili kamili ushafungua. Saa kumi na moja unafunga, si ndio? Hii e, kila siku upo. Siku ambazo wewe umeamua kufanya kazi. Sasa kuna watu wanafunga leo kesho wanafungua kesho kutwa haje. Sasa na mimi nikija mara moja sikukuta nasema mm, nikiwaza tena kurudi nasema naweza kana hayupo tena. Si ndio? Jamani muendelezo. Muendelezo. Jamani, tunaelewana lakini, eh hivi vitu hivi ni hi vitu vidogo ambavyo nyinyi mara nyingi tunaviona ni vitu vidogo, lakini kimsingi ndio vinatengeneza ukubwa wetu. Leo yeye mko wangekuwa ameanza vikoba, alafu siku tunaenda kwenye vikundi. Mkurugenzi hayupo jamani, leo amepata dharura, chaanze leo ana shughuli, ana birthday. Kwa hiyo hatakuwa na vikundi. Tungekuwa hapa leo. Tusingekuwa hapa. Kwa hiyo na sisi tujitahidi biashara zetu ndogo hizi na sio ndogo, kwanza ni kubwa, tuzifanye kwa ukubwa. Nikija leo kesho nikikute unaelewa? Na eh kingine cha nne, ubora. Hivi mama zangu, kwa nini mnaonjaga chakula? Mko napika nyumbani kila siku, unajua watu wako wako kwa wanne sufuria unalijua, maji unayajua, lakini kila siku mnaonja. Kwa nini eh? Kwenye chakula, kwenye biashara ya chakula kwa mfano kama una unafanya biashara ya chakula au unatengeneza sabuni. Mama mamangu Grace anajua sabuni zake, ana formula, yani una kanuni yako, si ndio? Hii e, unajua namna ya kutengeneza sabuni yako ili upate sabuni ya kufanana, isiyo sabuni ya ajana na leo zinatofautiana. Imetofautiana kidogo tu hamna shida e, lazima uwe na mfanano wa kile unachokitoa kila siku. Kwa hiyo nikipenda ndazi lako nilikute kesho, kesho kutwa, miaka miwili ijayo, nafanyaje sasa Lazima utengeneze kanuni. Unajua kabisa nikikanda mandazi kilo tatu napata hichi naweka e, chumvi si sukari e, vijiko vinne. Kwa hiyo mimi nikija siku, mpishi wako hayupo, una siku, watu mnachanganyikiwa. Mpishi hayupo leo anaumwa, siku mpishi hayupo, mimi ukinipa, unanipa tu ile kanuni, naifuata vile vile, napata kitu kile. Unaona eh, hii ili tuache kubahatisha bahatisha kwenye ubula. Sasa unaenda sehemu unakula supu, naipenda. Ukirudi kesho tu mpishi leo hayupo, ndio maana tusamee eh, yamekuwa hayo tena manake mnabahatisha. Unaona eh, ii kula lazima tutengeneze na sisi mwendelezo wa ubora, yani nikikuta chakula cha leo na cha kesho na cha kesho kutwa. Sabuni yako nikipenda, kama unatengeneza sabuni au unatengeneza keki, nikipenda keki yako nikute ile ile miaka mitano, na ukuja au ukiboresha, basi uende juu zaidi, si ndio? Sasa mtu unakutana naye leo imeiva Leo moto ulizidi. Nijisahau vimeungua, tusamee. Sasa mshatoa hela yangu jamani ile nauma. Si ndio? Kwa jamani kwenye ubora tujitahidi kuwa na mwendelezo wa ubora wa vitu vitu tunavyofanya. Kama unatengeneza sabuni ya kunawia, tenge, ta, tafuta formula yako. Hiyo ndio ilinde kuliko vitu vingine vyote. Yaani mtu akuibia mazafulia, aibe aibe jiko, aibe chochote. Lakini kama hajaiba kale ka formula kako ka kutengeneza mandazi yako, wewe uko salama tuelewana, eh? Kampuni ya Kokakola ina wale wanaojua kuunganisha vile viungo vyao vya soda hawaruhusi hata, nilikuwa nasoma story yao, hawaruhusi kupanda ndege moja, yani ikitokea amekufa. Kwa sababu wao ndio wanajua kinawekwa nini kinatokea nini. Kwa hiyo na wewe ukijua kile kinawekwa nini kinatokea nini, kupata ubabu wako. Ile, ndo huo, ndo wali wako. Mchere, si upo tukia sehemu baba, si ndio? Lakini unavyopika wewe ndo kinachofanya sisi turudi kwako. Jamani tumeelewana eh? Eh. hey. Kwa hiyo cha kwanza tumesema, sisi watu tunanunua, wanakununua wewe, namna unavyoongea nao, namna unavyowasikiliza, namna unavyowasaidia. E, mteja akifika msaidie kufanya maamuzi, sio anafike pale mwambie haya sawa, wewe fikiria tu, kimaliza nakuja. Atakuacha wewe, utapotea. Msikilize, mwambie unaweza kupata hichi, unaweza kununua hichi, kama hichi akipo kitenge hichi, ni kizuri zaidi, kinakufaa na rangi yako hii Sa mtu unafika pale, umemnunia kama unajua ana miaka 100. Hapana, msikilize vizuri, tabasamu, hata kwa kulazimisha, chekeshe tu basi. Jamani, tabasamu, mbona kwa gumu? Kwa hiyo hata hao unaoweka pale, kuna watu wanaweka watu madukani kwao, si ndio? Nyinyi mnakuwa mna kazi zingine huko, wafundisheni basi. Siku hizi kuna simu, nakuta kana chat na simu, tuko kanaongea na wateja, karibu kamekaa, unajiuliza, sasa hivi asubuhi, huyu mbona anihudumia haraka, ameshauza na kuza tayari kumbe ndo amefungua sasa hivi kana chat siku nzima. Kwa jamani, najua hivi vitu mnavijua, lakini naomba tuipe mkazo mkubwa sana. Je, una bidhaa huduma ambayo unataka kuiuza zaidi? Unajua kuuza zaidi ni ujuzi ambao upo katika swala zima la mauzo, na kuna njia nyingi unaweza ukatumia, lakini leo nikitaka nikuambie njia nne ambazo unaweza ukazitumia kumshawishi mteja anunue bidhaa au atumie huduma yako na watu wote ambao mafundisho njia hizi walipojaribu kuzifanyia kazi ziliwaletea matokeo, na unaweza kaangalia ipi kati ya hizi ambazo zinaweza kukufaa sana. Ya kwanza kabisa tunaita discount. Hii imezoeleka sana, tunaita punguzo la bei. Unachoweza kuamua kufanya ni kutoa punguzo la bei kwa bidhaa zako. Eh, umeshasikia watu wanasemaga jamaa anafanya sale, watu wengi wanahitaga sale. Lakini kinachotokea pale ni kwamba unafanya punguzo la bei, na kikubwa cha kuelewa ni kwamba punguzo la bei sio lazima liwe kubwa sana. Unaweza ukapunguza asilimia kumi, unaweza ukapunguza asilimia tano, asilimia yoyote ile. Lakini ukishaweka punguzo la bei, kisaikolojia mteja anaona kama vile atafaidika zaidi kuliko ambavyo aliyokufaidika hapo kabla. Kwa hiyo njia ya kwanza kabisa ni kufanya Discount. Na mara nyingine hii discount ni swala la kisaikolojia zaidi, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye anajua hiyo bidhaa wakati mwingine ilikuwa inauzwa kiasi gani. Kwa hiyo unapoweka discount yako, eh, sisemi kwamba uidanganye, lakini weka discount ya halisi kabisa. Lakini mara nyingi watu wana, wako tayari kutembea hata umbali mrefu kwa ajili ya discount ndogo sana. Ndio maana ukuta watu wengi wakiuza kwa discount, inawasaidia sana kuuza kwa haraka. Kwa hiyo jitahidi, unaweza ukaangalia kama hii inaweka kwako kuitumia. Njia ya pili unaweza kuitumia tunaita Product or service bundle. Product or service bundle ni kwamba unaziuza bidhaa zaidi ya moja kwenye kifurushi kimoja. Uh, kwa mfano wewe kama unatumia mitandao ya simu utakuja kuona kwamba waaz wanaita bando, na ile bando ina labda ina MB za internet, ina idadi ya message, ina muda pia wa kupiga simu. Sasa ndio naita bando hasa. Na wewe pia kwenye biashara yako unaweza kaangalia, je, kwa nature biashara yako unaweza kutoa service bando yani au product bando yani? Maana yake unauza bidhaa fulani nyingi kwa pamoja kwa bei moja, kwa mtu anaona kama vile amefaidika kupata vitu vingi sana. Na mara nyingi kwenye hii e, inashauriwa zaidi utumie bidhaa ambazo tunazita ni complementary product eh, yeah? e, bidhaa ambazo zinategemeana ili zikufanya kazi. Kwa mfano mtu akiuza dawa ya meno na mswaki akiuza mashine ya kunyolea na kiwembe. Hizo tunazita complementary product, kwamba ni bidhaa ambazo ili upate moja eh, ili utumie nyingine na ile nyingine pia unakuwa unahitaji eh. Kwa mtu labda anauza TV, anauza na kitu fulani labda na deki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nazungumza. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwenye bidhaa zako na huduma zako, je, unaweza ukatumia product bundle eh, anaweza kusema service bundle. Lakini ya tatu naweza kuitumia tunazita ni bei za kisaikolojia Psychological pricing. Psychological pricing ni kwamba unaweza ukaamua kuweka aina fulani ya bei ambayo inawezekana e, ungeweza kuweka kubwa zaidi ya hiyo, utakuwa unapoteza hela ndogo sana e, kama dola moja au shilingi moja. Kwa mfano baada ya kuuza kitu elfu kumi e, umeshakuona madukani e, wanauza 9999, hii tunaita psychological pricing. Au kitu baada ya kuuza mtu dola 10 au za dola 9.9, hii tunaita psychological pricing na hii inasaidia sana, wewe unaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, lakini saikolojia kwa sababu hapa mtu anakuwa uh, anaona anaona kama vile ananunua kitu kwa shilingi 9000 badala ya kununua kwa, kwa shilingi 10000. Lakini ukweli ni kwamba ni shilingi moja tu ndio ambayo imepungua, kwa hiyo hiyo ni psychological pricing. Au wakati mwingine kwenye psychological pricing unatumia eh, bidhaa mbili kwa mfano. Eh, e, umeshawahi kuona kwa kwamba anasema ukinunua kitu hichi tutakupatia na kitu fulani hiyo ni psychological pricing kwamba mtu anajua kabisa vile vitu eh, ile bei aliyokutajia, kwa mfano labda anakuambia ukinunua kitu labda kinaweza 2020 lakini ukinunua hichi kimoja nitakupa bonus na cha pili, lakini ukweli ni kwamba katika hii bei yeye ameshajumlisha na ile bidhaa ya pili. Hiyo pia ni psychological pricing. Au wakati mwingine kwenye size utakuwa umeona, kwa mfano kwenye maji au kwenye soda wanatumia sana kwamba labda soda ikiwa milimita eh, labda let's say mia mbili Eh, milimita mia mbili anakuzia shilingi mia tatu lakini ikiwa milimita mia nne ambayo ni mara mbili yake ambayo utegemea iuzwe shilingi mia sita yeye anakuzia mia tano au anakuzia mia nne hamsini, very automatic, wewe utakwenda kununua hii hapa ya milimita mia nne. Sasa hii tunaita ni psychological pricing, kwa hiyo anakushawishi kisaikolojia kufanya maamuzi na njia ya nne ni kufanya kitu kinaitwa bei za msimu au seasonal pricing. Unaweza ukaitumia kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, siku ya birthday yako mwenyewe, au birthday, au anniversary ya duka lako imetimiza mwaka mmoja au ofisi yako imetimiza miezi mitatu, vitu kama hivyo. Unaweza sasa, kwa hiyo price unatoa labda punguzo la bei, vitu vinavyofanana na hivyo. Au unaweza kutumia siku kuu za kitaifa, kwa mfano hapa kwetu eh, siku ya uhuru unaweza kutumia, siku ya muungano unaweza kutumia, siku labda eh, yoyote ambayo unaona ni siku kuu ya kitaifa ambayo tunasherehekea eh, unasema mimi bwana naitumia. Sasa unajaribu kuiwanisha na biashara unafanya na unatoa ofa yako au unaweza ukatumia e, sikukuu za kimataifa e, kwa mfano Christmas e, mwaka mpya ambazo zinafanyika mataifa yote, ukafanya Eid al-Fitri, ukaangalia Mei Mosi, ni sikukuu ambazo ziko e, mataifa mataifa yote siku, e, siku ya mwanamke duniani, siku ya mtoto duniani, ukatoa punguzo fulani la bei kulingana na, na ile sikukuu ambayo ipo au ukatumia hobi eh yeah, kwenye hii season pricing kwamba bei za msimu, katumia hobby tu kwamba timu yangu bana, mimi mshabiki labda wa, wa Liverpool leo imechukua kombe ndani ya masaa 24 e, nitatoa nitatoa nitatoa punguza, na unifanya mimi mshabiki si wa Yanga wa Simba, leo kimetokea kitu fulani, nitafanya kitu kwa hiyo. Hiyo unaitumia iko ni kigezo tunajaribu kukitumia kwa nyuma kudrive sales na huwa inasaidia sana. Hivi ni vitu ambavyo vinafanya biashara zetu zikuwe au zirudi nyuma. Sawa, eh eh Jitahidi kuongea na watu vizuri, jitahidi kujiweka sawa wewe, ili tuone biashara yako kupitia wewe. Ukija hapo kuniambia mimi, nauza viwanja, si ndio? Kuna mtu ana biashara ya kiwanja, nauza au mimi nauza e, keki. Nimeona hapo kuna watu wanauza juisi hapo nje, kuna mtu anauza uji pale, nimeona si ndio? Eh, yaani nikikuangalia wewe ni uone uji kupitia wewe. Sasa nikikuangalia hivi unatongotongo. Mm. Sasa uji. Una uko usalama kweli? Yaani lazima naanza kupata wakati ngumu. Kwa hiyo na sisi tunahitaji kutengeneza brandi yetu kwa kuanza sisi kwanza kujiangalia sisi. Umenielewa eh? Ee, ili sisi watu watununue halafu mapale mambo mengine yaendelee. Jamani tumeelewana ndugu zangu? Ya tumeelewana? Tumeelewana? Eh, vifanyie kazi ni vitu vidogo lakini vina nguvu. Na vitu vidogo kwenye maisha ndio vina nguvu zaidi kuliko vikubwa ambavyo wewe unafikiria. Tumeelewana eh? Eh, vitu vidogo vidogo vyake mkazo. Kuna sehemu mimi wakati nilikuwa bachelor nilikuwa naenda kula. Niko na nilikuwa narudi tu pale kwa sababu nilikuwa nikinunua chakula napewa na tishu. Ni mtaani kabisa. Napewa tishu. Ile tishu ina maanisha usalama, usafi, si ndio? Eh, kwani tishu ni shilingi ngapi? Kuna kijana mmoja nimekutana naye juzi Posta, anauza mihogo. Wale wanauza mihogo ya kuchoma wale. Nikasimama, Nikamwambia dogo njoo akaja. Ananiuzia mihogo ya kuchoma ile. Nikamwambia brother, shinga, nikamwambia shingapi? 1000. Ah okay. Sasa namwangalia anavyoichukua mihogo anashika mkononi mwake tu. Kwenye mkono wake hivyo hivyo anachukua ananifungia kwenye gazeti lililotumika. Nikamwambia brother, kwani ukinua bahasha shingapi? Nunua bahasha, nunua tishu. Ukinua ukitaka kushika mihogo, ushike na tishu, halafu unipe Nikamwambia nachukua namba yako ya simu. Halafu hii mihogo kianza kueke kwenye bahasha nzuri e, na tishu iuze elfu moja na mia tano. Halafu niambie kama utakosa wateja, nishapata, nishapata wateja, sasa hivi wateja ni shilingi elfu moja na mia tano. Na ukiwekea kwenye bahasha. Nikamwambia achana na magazeti. Leo unauza vitumbua na vifunga kwenye magazeti, uache. Magazeti. gazeti la 2002, jamani, kweli? La 2002 lina miaka kumi gazeti, sasa limepita wapi na wapi, mnajua? Kwa hiyo usalama wa mteja unakuwa sio mzuri so, sio huko, si ndio? Eh, boresha vitu vidogo ambavyo unaviona wewe ni vidogo, kumbe ndio vikubwa kwa biashara yako. Kuna watu mnafunga mnafunga vifungashio vyenu biashara zenu, kwa mimi ni juisi kwenye makopo ya maji yaliyotumika, nikuombe kama issue issue sio bei. Yani kumbukeni, jamani, wateja hawana shida ya bei. Ndio maana kuna maji haya, maji haya haya maji tunanua shilingi elfu tano Selena, kwa issue sio bei, issue ni unavyoitoa huduma yako, si ndio? Eh, sasa wewe unakuja kununuzia bidhaa mamangu, naomba nitolee hichi nani. Una, une, unakuja kuuza bidhaa, naanza kuliwaza kwanza kopo. Ah, hujui siamua hii na hili kopo kweli itakuwa salama? Yani naanza naliwaza kopo, sio juice, kwa sababu limetumika mara mbili. Ni sawa mimi? Ukienda dukani ukuta maji yako hivyo utanunua? Jamani tuulizane, mnanunua au mnunue? a ah a -ah. hasa wewe unataka kikatasi au unataka nini? Unataka hichi? Basi chukua hichi, leta jil, leta jela langu. Kwa nini? Kwa sababu hichi ndo kinaleta mimi kuamini kwamba hichi kitu kiko salama kwa hiyo kumbe hawauzi maji, wanauza usalama, si ndio? Afya jamani, tunaelewana eh? E, kwa hiyo lazima uwaze kwenye, kwenye miguu ya mteja, yaani miguu ya mtumiaji. Ingekuwa wewe ungenunua? Lakini huko ndo kukua kwenyewe, sawa eh? E, huko ndo kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo na sisi tunashukuru ye mko inatu, inatulea vizuri, na tutafutia na mafunzo kama haya tusaidia sisi kufanyaje kusogea hatua nyingine kubwa zaidi, unaelewana eh? Eh, kwa na sisi tujitahidi sana kutengeneza bidhaa zetu kwenye muonekano ambao nikiuona bidhaa inanambia ninunue, nisikununulie kwa sababu wewe ni mama unatia huruma, hujauza ah, ninunue kwa sababu bidhaa yako inaniambia njoo ninunue. Sawa jamani, eh? Yes. Kwa mimi nilikuwa na hayo machache kwenu lakini naomba sana sana sana mkafanyie kazi. Watu wanakununua wewe. Hiyo inaondoke nayo wewe. Watu wanakununua. People buy people. Wanakununua wewe. Tunakuja kwenye, kuna watu na nyinyi mashahidi, kuna maduka mnanoga hata vipodozi vya kujipaka, si ndio? Siku hiyo ukuta duka limefungwa ununue. Uongo kweli. Sio kwa sababu duka jingine havipo, nasema nitawasubiri kesho. Kwa nini nawasubiria? Kwa sababu haununui tu bidhaa, unanunua wanavyokuhudumia, wanavyokusikiliza, si ndio? Wanavyokupa attention. Hasa unafika sehemu hawakuangalii, hawakusemeshi, kama mnajuana, hawana habari na wewe, lakini wanafanya biashara. Eti naona wanaita biashara, jamani. Unaweza ukawa, tunaomba dua kila siku biashara zetu zikuwe, kumbe sisi ndo tunazikwamisha. Nelewanae jamani Mungu awabariki sana. Asante kwa kusikiliza.